Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameonya tume ya kukabili na ufisadi nchini EACC dhidi ya kutumiwa vibaya na serikali kuwakandamiza magavana. Akizungumza baada ya hafla ya kutawazwa kwa Canon Patrick Kyalo Munuve kama askofu mpya wa kanisa la ACK huko Machakos, Kalonzo amesema kuwa viongozi wa upinzani watamtetea Gavana wa, wa Trans Nzoia George Natembeya ambaye wanadai amepokea ilani ya kupekuliwa kwa nyumba yake na makachero wa EACC. Kalonzo alizungumza saa chache kabla ya maafisa wa tume hiyo kuvamia nyumba ya gavana Natembeya. Natembeya ashikwe, ashikwe tu, aonekana ameshikwa, na watu watoziwe, gavana ameshikwa, alafu wamwachilie, watakuwa wamemweka aibu ya kutosha are saying we are on the lookout. And if they dare arrest Governor Natembeya, I have spoken to my brother Eugene Wamalwa, his party leader, to be on the lookout. And hivyo kama ilo amechupao kijana Because of speaking his mind. Peter Salasya